Na mtazamaji hujambo, na karibu kwa taarifa za Jukwaa la KTN nikitumai mmekuwa na mchana mwema. Jinsi nilivyomie ni siku ambapo tume ya kupambana na ufisadi imetangaza kwamba itafungua upya faili ya uchunguzi dhidi ya aliyekuwa waziri wa ugatuzi Ann Waiguru. Ndipo sasa na tumeelekeza mjadala huu katika sehemu yetu ya swala nyeti, tukiuliza mtazamaji, ni tume ambayo jina lake limebadilishwa, tume imebadilishwa mara kadhaa, wasimamizi wa tume wamebadilishwa mara kadhaa, na hata uhuru kutolewa na katiba kwa tume hiyo je, tatizo liko wapi katika kupambana na visa vya ufisadi? Ni kwamba wanaochaguliwa hawawezi kutekeleza jukumu hilo? Tume ndio ina tatizo au ni wasimamizi wa tume hiyo? Ndio mada tunayoijadili katika sehemu yetu ya swala nyeti, na katika swali langu nakuuliza, unadhani tume ndio ina tatizo au ni wasimamizi wa tume hiyo ndio wenye tatizo, au tatizo liko wapi katika kupambana na ufisadi nchini? Pia tutakuwa tukidurusu ile hati ya kiapo ambayo iliwasilishwa eh, mahakamani jana dhidi ya Ann Waiguru. Na ndipo leo nimechagua viongozi watatu ama wachambuzi watatu kutoka sekta, sijui ni sekta ama ni idara. Tutaangazia mahakama hati ya kiapo ni nini, na hati ya mtu ambaye tayari amefunguliwa mashtaka inaweza kutumika eh, mahakamani na inaweza kutumika vipi? nimeleta pia mchambuzi wa masuala ya kisiasa kwa sababu kuna wale wanaosema kwamba hati hii inaletwa wakati ambapo Ann Waiguru ametangaza kuwa atawania kiti cha ugavana kaunti ya Nairobi. Je, kuna uhusiano wote na siasa? Na pia nimeleta mkurugenzi mkuu wa Transparency International, shirika ambalo limekuwa likichunguza na kutoa ripoti kadha wa kadha kuhusiana na ufisadi nchini. Labda niwatambulishe tu eh, kwa muhtasari kabla hatujaingia katika sehemu yetu ya swala nyeti eh, Samuel Kimeu ndiye mkurugenzi mkuu wa shirika la Transparency International. Hujambo na karibu kwenye jukwaa la KTN. Si jambo, asante sana. Unadhani yale ambayo yamejitokeza sasa yana uhusiano wote na siasa? Ah, uh... Nafikiri kuna uhusiano wa, wa, wa moja kwa moja, okay. Uh, lakini pia si kusema kwamba ni siasa tu peke yake ambazo zinahusika na hii kesi. Naam, unaridhika na hatua ambazo labda tumepiga kufikia sasa katika kupambana na ufisadi? hapana. Haujaridhika. Utatueleza ni kwa nini? <laughs> Ledama Oleki na si mgeni kwako mtazamaji, ni mchambuzi ambaye ni mjuzi wa maswala ya kisiasa. Nakuuliza lile lile swali, je, unaona kuna uhusiano wa yale ambayo yanajitokeza sasa na siasa? Zubeda ni, anashukuru sana kunipa wakati huu pia. Mwaka wa elfu mbili na kumi na saba ni kesho, so mwaka huu mambo yote ya siasa, yale ambayo si ya siasa siya yataangaliwa kama ni kitu ya siasa, lakini kwa sababu ya kuhusisha maneno ya, ya Ann Waiguru ama tume la ufisadi hapo, hivyo lazima tutang, tuangalia kwamba ni nani anafanya ya kazi yake naam kwa mengi zaidi ni katika sehemu yetu ya swala nyeti daltanomari na mwana ataingia tu muda si muda kujiunga nasi katika sehemu yetu ya swala nyeti kushiriki ni rahisi tutumie ujumbe mfupi kupitia nambari 22155 wasiliana nasi pia kwa njia ya simu au wasiliane nasi kupitia mitandao ya kijamii at Zubeida Kananu at KTN News kwenye ukurasa wa Facebook ni jukwaa la KTN au Zubeida Kananu come au KTN News lakini kwanza tuanze na vidokezo EACC kufungua upya faili ya uchunguzi dhidi ya aliyekuwa waziri wa ugatuzi Ann Waiguru. Shirika la KBC laanikwa na serikali ya kaunti ya Nairobi kwa kukosa kulipa madeni ya takriban shilingi bilioni mbili. Karibu mtazamaji, jina langu ni Zubeida Kome. Tume ya kupambana na ufisadi nchini imetangaza kuwa itafungua upya faili za uchunguzi dhidi ya aliyekuwa waziri wa ugatuzi Ann Waiguru. EACC imechukua uamuzi huo kufuatia ufichuzi mpya kupitia hati ya kiapo ya mmoja wa washukiwa katika sakata ya shilingi milioni mia saba tisaini na moja inayozingira Wizara ya Ugatuzi. Josephine Kabura Irungu kupitia hati hiyo amedai kwamba Waiguru alihusika katika maamuzi ya jinsi ya kutumia fedha hizo. Waiguru hata hivyo amekana madai yote dhidi yake. Mwanasheria Mkuu Githu Muigai amesema afisi yake haihusiki katika masuala haya. Tuangalie kwa kina uh, hati ya kiapo ya Josephine kwamba aliyekuwa waziri wa wizara ya Ugatuzi Ann Waiguru amehusishwa na sakata ya ubadhirifu wa takriban shilingi milioni 791 za mpango wa huduma kwa vijana NYS. Kupitia hati yake ya kiapo ya mahakamani Josephine Kabura Irungu ambaye ni mshukiwa katika kesi inayozingira sakata hii alieleza mahakama kuwa Waiguru alihusika kwenye maamuzi kuhusu matumizi ya fedha hizo. Josephine anadai kuwa Waiguru alimsaidia kufungua biashara zilizopewa kandarasi kwenye mpango huo wa NYS kwa ushirikiano na wahudumu wa benki, waliagiza kufungua akaunti za benki ambazo zingetumiwa kuweka pesa za biashara. Anaendelea kusema kuwa Waiguru alimwagiza kufanya kazi kwa karibu na dadake Lois Mbarire ambaye kulingana naye angepewa pesa mara kwa mara za kuendesha biashara. Ametoa maelezo kuwa jinsi Waiguru alimwelekeza katika kusambaza mamilioni ya pesa zikiwemo shilingi milioni 80 anazodai Waiguru alimwagiza uh, Mgwanja na afisa mwingine kuzichukua kutoka afisini mwake. Anadai pia kuwa baada ya ya Benki Kuu kutaka maelezo kuhusu matumizi ya fedha za NYS, Waiguru aliitisha mkutano nyumbani kwake eneo la Runda uliohudhuriwa na Mtahingunyi ambaye alikuwa mshauri mkuu katika mpango wa NYS. Hassan Nur alikuwa msimamizi wa Kazi katika wizara ya ugatuzi. Adan Harake aliyekuwa afisa mkuu wa NYS na Joseph Mugwanja ambaye ni mkurugenzi wa kukabiliana na udanganyifu katika benki. Wengine anaodai walihudhuria mkutano huo ni Mwaniki Munuhe na Maina Kamore ambao anasema Waiguru aliwatambulisha kama magwiji wa wanahabari ambao amefanya nao kazi tangu alipoingia serikalini. Josephine anasema Waiguru alimwagiza kumpa Munuhe shilingi milioni kumi ambazo zingetumiwa propaganda na kumsafishia jina Waiguru kupitia vyombo vya habari Josephine anaendelea kusema kuwa kupitia mkutano huo ndipo mipango iliwekwa ya kuhadaa na kunyamazisha umma kuhusiana na sakata hii isitoshe anakiri kuwa Waiguru alikuwa amewaahidi kuwa iwapo sakata hii ingefichuka wangekingwa na kwamba mashtaka ambayo walikuwa wamewekewa yangekuwa madogo wengine nao waliahidiwa kazi. Ngunyi, kupitia ukurasa wake wa Twitter, ametaja kuwa uvumi mtupu madai yaliyoibuliwa na Josephine. Waiguru pia amejitenga na madai hayo. Tayari tume ya EACC yes, imemuondolea lawama Waiguru, na ndio mada ambayo inatupambia sehemu yetu ya swala nyeti, tukiuliza je, tatizo liko wapi kuhusiana na sakata hii nzima? Kwanza kabisa ni vipi ambavyo faili ilifungwa, ilhali kesi ilikuwa tayari imewasilishwa mahakamani? Endelea kutuma jumbe zako na tutazijadili katika sehemu yetu ya swala nyeti. Naona ulimi ushaanza kuwa mzito. Muungano wa CORD hii leo ulikutana na wa makamishna wa tume ya IBC na kuibua tetesi mbalimbali kuhusiana na swala hili zima la uchaguzi, swala hili zima la uh, usajili wa wapiga kura. CORD ilitaka kujua ni vipi maandalizi yamewekwa kuhusiana na usajili wa wapiga kura. Tupate picha hizo. We have told IBC that their duty to ensure fairness and equity in this process is not a discretion and that to enable every Kenyan to get on the voters roll is mandatory and constitutional. Na sisi tumewambia ati tumeona kama kuna ubaguzi, kwa vile zile vifaa vya kusajili watu zimesambazwa katika taifa letu zote, kwa eneo zingine zimepata vifaa mingi zaidi kuliko zingine, ingawaje wana watu wachache ambao wana vitambulisho ambayo wanastahili uh, wana kusajilishwa kama mm -hmm, wapigaji kura. Kwingineko, shirika la KBC hivi leo lilijipata taabani baada ya serikali ya kaunti ya Nairobi kutundika kibao kikiashiria idhaa hiyo inadaiwa shilingi bilioni mbili. Ilani hiyo inasema deni hilo linatokana na ada ya shamba iliyojumuishwa na riba kuanzia mwaka 2008. Kwa mujibu wa notisi hiyo, serikali ya kaunti itaanza kuchukua kodi yote ya nyumba inayotokana na upangaji kwenye mali ya KBC. Mwaka 2014, KBC iliafikiana ili na serikali ya kaunti kulipa shilingi milioni mia tano kila mwezi, lakini kwa mujibu wa afisa wa fedha wa kaunti Morris Okere, KBC ilikiuka mkataba huo. Leo, Okere alipewa hundi ya milioni mia tano lakini mashauri yatarejelewa wiki ijayo mashirika mengine yanayodaiwa kodi na serikali ya kaunti ni kama Kenya Pipeline na Kenya Railways madeni yanayokisiwa kuwa ya mamilioni ya pesa mtazamaji tunaingia sasa katika sehemu yetu ya swala nyeti ambapo tunajadili sakata inayozingira ubadhirifu wa fedha katika e, wizara ya ugatu, ugatuzi karibuni wageni wangu wakili naona tayari umeingia kabisa kabisa tuko pamoja ulikuwa mawapi